Mtoto aliyepotea sehemu ya nne. Karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la mtoto aliyepotea, simulizi inayoelezea kisa cha mtoto wa kitajiri aliyepotea na kulelewa na familia ya kimaskini. Tuungane katika safari yetu ya simulizi hii, mwanzo hadi mwisho. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube napatikana kama Faraja Simkwai. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo kijana kutoka familia ya kitajiri aliyefahamika kwa jina la Akram alipoenda mkoani Kilimanjaro kwa ajili ya kutafuta viwanja kuweza kuwekeza biashara zake mbalimbali mbali. Lakini wakati amefika mkoani Kilimanjaro, akabahatika kukipenda kiwanja cha Maria ambaye ni mama mlezi wa Neema ambaye kwa wakati huo Neema alibadilishwa jina na kuitwa Upendo. Basi baada ya kufika pale, alieleza nia ya yake namna alivyokipenda kile kiwanja na kwamba kiwanja kile kilikaa katika sehemu nzuri, hivyo alihitaji kuwekeza mahali pale. Lakini Maria alimwambia kwamba yeye yeah, alikuwa anauza tu ni sehemu ya kiwanja na si kiwanja chote. Alikuwa anauza ni kwa sababu alitaka apate pesa ya mtaji, aweze kumpatia mtoto wake ili awe na mtaji ili afungue biashara yote ndogo ndogo ya kuweza kumuingizia kipato, ni kwa sababu mtoto wake alikuwa ananyanyasika sana. Alikuwa ananyanyasika huko sehemu ambazo alikuwa anaenda kufanya kazi, kwa hiyo ili kumuondolea hayo manyanyaso, Maria akapata wazo la kuuza sehemu ya kiwanja chake ili apate mtaji ampatie mtoto wake huyo, lakini kulingana na afya dhaifu ya Maria, alitaka chenji inayobaki akaitumia katika matibabu. Wakati hayo wanajadili, Maria pamoja na kijana huyu wa kitajiri Akram, Neema yeye alikuwa yupo katika miangaiko yake ya kila siku, lakini baada ya muda akarejea nyumbani, ndipo akakuta majadiliano hayo yakiwa yanaendelea. Lakini baada ya kushirikishwa jambo lile, Neema alikataa kata kwa kata kabisa kuweza kuuza eneo lile, akihofu kwamba endapo akiuza eneo lile watakosa sehemu ya kukaa. Hata akisema achukue pesa kutoka kwa kijana huyo akitajiri, ili wakanunue eneo lingine, alihofia huenda kuna dharura yoyote ambayo inaweza ikatokea, hususan kwa mama yake na akaenda kuzitumia pesa zote kwa ajili ya matibabu, hivyo akaogopa asije akakosa sehemu ya kuishi. Akram baada ya kupewa maneno hayo ikabidi awape muda, kwa sababu siku ile alienda ilikuwa ni siku ya Jumatano. Basi Akram akawapa muda Maria pamoja na binti yake huyu Neema anayefahamika kwa jina la upendo kwa sasa, akiwaambia kwamba Jumapili atarejea. Lakini kabla hajaondoka, alitoa kiasi cha shilingi laki moja na kumpatia Neema ambaye ni upendo, lakini Neema aliwaka sana, hakutaka kabisa kupewa pesa ambayo hajaifanyia kazi. Lakini mama yake Maria alimsisitiza kwamba aipokee ile pesa kwani Akram anaonekana ni kijana mzuri. Basi baada ya mabishano hayo makali kati ya Akram pamoja na Neema ambaye ni upendo, basi Akram akaamua kuondoka. Lakini wakati anaondoka akiwa ndani ya gari, mawazo yake yote yalikuwa kwa binti huyu mrembo. Mawazo yake yote yalikuwa anamwaza binti huyu mrembo, anayefahamika kwa jina la upendo kwa sasa, lakini jina lake halisi ni Neema. Alikuwa anamwaza alikuwa anakumbuka ule ucheshi wake, namna alivyokuwa anamjali mama yake, namna ambavyo alikuwa anaongea. Yaani alikuwa anakumbuka kila kitu kizuri kuhusiana na Neema. Japo walikutana kwa muda mfupi tu na kwa masaa machache tu waliokutana, lakini Akram akajikuta amempenda mazima mazima binti huyo. Ni ukweli Neema alikuwa ni binti mzuri, alikuwa ni mweupe mwenye nywele ndefu, mwenye umbo na shepu ya kike, yaani japo alikuwa anaishi maisha magumu na maisha ya kujitafuta, lakini urembo wake ulionyesha dhahiri. Yaani kama mtu angemtengeneza na kumweka katika hadhi ya kike, basi Neema ulikuwa ni moto wa kuotea mbali. Yaani kama kuna ma director au waongozaji movie, kama wangemwona, wangemchukua binti yule akawe kama malkia wa movie. Lakini hakupata nafasi hiyo. Na kingine, Neema alikuwa amefanana sana na marehemu mama yake Suzi, hivyo kwa mtu ambaye alikuwa anamfahamu Suzi, angemuona ghafla Neema, angekimbia angefikiri, labda Suzi amerejea duniani tena kwa mara nyingine. Basi Akramu akaendelea na safari. Yeye Akramu makazi yake ni huko mkoani Mwanza. Mzee wa Akram alikuwa anaitwa mzee Gideon Akram. Baada ya kufika pale nyumbani mzee wake, mzee Gideon alimpokea vizuri kabisa huku akimpa pole mtoto wake kwa safari ndefu, akamwambia oh, kijana wangu, karibu karibu sana, pole na safari. Akramu akamwambia oh, asante baba, tayari nimeshapoa. Mzee Akramu akasema he, vipi, umeshabahatika kupata hata viwanja vyeli vitatu huko? Akramu akasema ndiyo, nimebahatika kuvipata viwanja, lakini kuna sehemu ambayo nimeipata ni sehemu nzuri, lakini anaishi mama pamoja na binti yake ila sehemu ile ni nzuri sana, lakini mama yule alikuwa anataka kuuza tu nusu ya kiwanja chake na si kiwanja chote, kwa sababu pale ndipo tegemezi lake lilipo. Babake Akram akamuuliza, vipi, ni eneo zuri kibiashara? Akramu akasema, ndiyo baba, ni eneo zuri kabisa kibiashara na linatufaa sana kuwekeza katika eneo lile. Babake akasema sasa mwanangu, kama eneo lile linawezekana na ni eneo zuri, umeshindwa vipi kuwashawishi kwamba labda watoe eneo lile ukajengea sehemu nyingine? Akram akasema ndiyo baba, nilijaribu kufikiria mawazo hayo kama yako lakini, binti wa yule mama ni machachari sana, yaani nimefika, nimeongea na nimemshawishi kadri niwezavyo, lakini binti yule ni mbishi sana. Babake akasema Bwana Ikram, yani unataka kuniambia binti amekushinda kumshawishi? Hakuna kitu kigumu mbele ya pesa bwana, hapo yani, walikuwa wanaongea tu, ni kwa sababu hawajaziona pesa, lakini ukipeleka pesa sidhani kama watakuwa na kigugumizi kama hicho ambacho amekuonyesha siku ya leo. E, kwa hiyo mmeisha vipi? Ikram akasema nimewapa muda, nimewambia siku ya Jumapili nitaenda. Babake akasema "Okay, sawa Nafikiri kila kitu kitaenda sawa siku hiyo ya Jumapili. Akramu akatikia akasema sawa baba, basi niomba mimi nikaoge ili nipumzike kwa sababu nimechoka sana babangu. Babake akasema sawa, lakini Akramu ukioga ningependa tuongee, lakini nina mambo mengi sana ya kuweza kuzungumza na wewe. Kama utakuwa hujachoka lakini, lakini kama utaona umechoka sana, tunaweza tukazungumza hata kesho asubuhi. Akramu akasema sawa baba, sidhani kama nimechoka kiasi hicho. Naweza nikaenda nikaoga Tukaja kuzungumza babake akram akasema sawa basi wakati hayo yote yanaendelea diana ambaye ni mtoto wa elizabeth alikuwa anaishi maisha kama malkia alikuwa anaishi maisha ni kama dunia ameibeba kichwani yaani, alisahau kabisa kwamba yeye pale nyumbani kwa mzee daudi ni mtoto wa kufikia tu na mzee daudi tayari ana watoto wawili ambao ni watoto wa damu yake lakini kutokana na figisufigisu ambazo mama yake diana alizifanya miaka ya nyuma Diana alijiaminisha kwamba yeye ndio mtoto pekee wa kike katika familia hii ya mzee Daudi. Basi huko upande wa pili, Akram akaelekea kuoga. Baada ya kuoga, akajiandaa, akabadili nguo, akaja sebreni kwa ajili ya kuja kuzungumza na babake. Basi baada ya kufika sebreni, babake akaanza kuongea, akasema, unajua mwanangu Akram, najua wewe ni kijana mwelevu na wewe unanifurahisha kwa mambo mengi. Na huwa najivunia sana wewe mtoto wangu wa kipekee kabisa. Yaani, najivunia sana wewe mtoto wangu. Na hisi kabisa umefuata kila kitu kutoka kwangu. Hata akili ya biashara pia umefuata kutoka kwangu. Akram akasema ndio, baba. Asante na nafurahi kusikia hivyo. Babake Akram akaendelea kusema, akamwambia Akram, unajua mwanangu sikuelewi kwa sasa. Akram akamuuliza, unielewi nini baba? Babake Akram akajibu, sikuelewi ni kwa sababu ni miezi sita sasa tangu uweze kumvisha pete ya uchumba Diana. Na tulitegemea mwaka huu uweze kufunga ndoa na Diana, na ukizingatia mimi pamoja na mzee Daudi ni watu marafiki sana, ni marafiki wa muda mrefu, na ni marafiki ambao tunaaminiana, na ndio maana tukataka kuunganisha urafiki wetu tuwe ndugu tu, tusiwe tu marafiki. Ndio maana tukataka tuwaozeshe wewe pamoja na mtoto wake Diana, lakini sikuelewi kijana wangu, una tatizo gani? Mbona Diana ni binti mzuri sana? Akram akamwambia babake, mm. Baba nawe yani, hicho ndio kitu ambacho umeniitia, yani ukanitisha, nikawa najisemea sijui Akram mimi nimefanya kitu gani, lakini kumbe ni swala la ndoa. Baba Akram akasema, ndiyo mtoto wangu, nataka tuziunganishe familia hizi mbili. Akram akasema, sawa baba, nakuelewa. Najua ni kwa nini mnataka mimi na Diana tuweze kuoana. Jambo la kwanza, mnataka tuoane ili mwendeleze kudumisha urafiki wenu wa miaka mingi, wewe pamoja na mzee Daudi. Lakini kitu kingine ni kuendeleza ushirikiano mzuri wa biashara baina yetu sisi na mzee Daudi. Lakini babangu, umeifikiria hata siku moja kuhusu upande wangu. Babake Akramu akamwambia, "Kwa nini kijana wangu?" Akramu akaendelea kusema, "Baba, ndiyo, Diana ni binti mzuri, tena ni binti mrembo ambaye kila kijana anatamani kuwa na binti mzuri kama yule. Lakini baba, Diana ni mtu mwenye majigambo sana. Diana ni mfujaji wa pesa. Diana hana mapenzi. Yaani Diana sijui ni mtu aina gani. Kiukweli, babangu mimi sijaimpenda Diana. Babake akasema, "Ujaimpenda Diana mtoto wangu? Kwa nini? Tumewapa muda mrefu wa kufahamiana wewe na Diana, mpaka ndani ya hii miezi sita kuvishana pete, si kitu kidogo. Kwa nini? Kwani kuna kitu kibaya ambacho amekifanya au ameonyesha mbele yako?" Akramu akasema, "Si kwamba kuna kitu kibaya ambacho amekionyesha mbele yangu. Hapana, lakini moyo wangu baba sijatokea kumpenda. Yani najilazimisha kumpenda mwanamke huyo, lakini kila tukikutana nahisi ananikera tu. Yani Diana anataka niwe namchukulia kama princess, yani nimchukulie kama malaika, sijui rais. Yani amesahau kwamba kuna maisha ya ubosi na kuna maisha ya mahusiano. Sasa nitaweza vipi kuishi na mwanamke kama yule ambaye anataka anipelekeshe vile anavyotaka mimi? Baba, nilikuwa namtaka mwanamke ambaye atanisikiliza kwa kila kitu ambacho nitamwambia, mwanamke mwenye kujali, mwanamke mwenye malengo yapo baadaye na si mwanamke ambaye anaiangalia leo yake tu. Mimi nataka mwanamke ambaye ataiangalia na kesho yetu, atakuwa na mipango mingi kuhusu maisha yetu hapo baadaye. Kiukweli babangu mimi sijatokea kumpenda Diana. Babake akasema, Du, sasa mbona kitakuwa kipengele na unavyofahamu mzee Daudi anavyompenda binti yake huyu Diana. Yaani akisikia kwamba binti yake ameumia kwa sababu yako, sidhani kama tutaelewana. Yaani unanipa mtiani mzito kijana wangu. Akramu akasema sio mtiani mzito nafikiri mzee Daudi kama anampenda vizuri binti yake, hawezi kukubali binti yake akaingia katika mahusiano na mtu ambaye hampendi. Mimi simpendi hata, mkitufosi tufunge ndoa, sasa nitamtia sapo baadaye, kwa sababu bado nitakuwa naendelea kumtafuta mwanamke wa ndoto zangu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri baba, mgeniacha mimi kama mimi Akram, nitafute mwanamke wa ndoto zangu, nije niwaletee hapa, nifanye uchunguzi wangu mimi mwenyewe nije niwaletee hapa, lakini si kwa mwanamke huyu Diana. Mtamtesa yeye, mtanitesa na mimi yani maisha yangu yote nitaishi bila furaha. Mama yake Akram pia akadakia akamwambia, ni kweli baba Akram, samani lakini kwa kuingilia maongezi yenu, ni kweli mtoto anachokisema sasa hivi tunashuhudia na kusikia matukio mengi katika vyombo vya habari wanandoa wakiuana au wakipeana ulemavu wa kimaisha unakuta mwingine kakatwa wa mguu mwingine kakatwa mkono mwingine ameuawa kwa kuchinjwa. Ni kwa sababu tu ya mahusiano mabovu yaliyopo katika ndoa yao. Hivyo kama kijana wetu ameshagundua mapema kwamba Diana si chaguo lake, mi nafikiri tungemwacha tu ili aje atafutie mwanamke aliye sahihi. Labda tukuulize kijana wetu Akram, kuna mwanamke yoyote ambaye unahisi anafaa katika maisha yako? Akram akasema, ndiyo mama, lakini mimi sijajua kwamba nyinyi kwa upendo wenu mngependa niwe na mwanamke wa aina gani, kwa sababu Diana mlinichagulia ni kwa sababu nyie mna ubia wa kibiashara pamoja na mzee Daudi. Lakini sijajua ni mwanamke wa viwango gani ambavyo mnamtaka nije nimlete hapa nyumbani. Mamake akasema, sisi mtoto wetu, mwanamke ambaye tunataka umlete hapa ni mwanamke ambaye ana thamani kubwa sana kwa upande wako. Ni mwanamke ambaye atakuwa na viwango vikubwa vya upendo juu yako. Mwanamke ambaye wewe ukimpenda, haijalishi ametoka katika familia ya kimaskini, familia ya kati au familia ya kitajiri, sisi tuko tayari, si ndio hivyo Baba Akramu? Mama Akramu akamgeukia Baba Akramu kwa kumtupia swali hili. Baba Akramu akasema, ndiyo, ndiyo kijana wangu, sisi tunakujali sana kijana wetu ni kwa sababu wewe tu ndio mtoto pekee katika familia hii na tunakupenda sana. Chochote utakachokipenda wewe mtoto wetu, na sisi tunakipenda pia, ili nipate wasaa mzuri wa kuzungumza na mzee mwenzangu, mzee Daudi, ili tujue ni namna gani ya kufanya. Akramu akasema, oh, wow, asanteni sana wazazi wangu. Yaani kitu msichokijua ni kwamba wakati nimeenda mkoani Kilimanjaro, kuna binti mmoja mbaye nimemwona binti yule akika ameoteka moyo wangu, yaani mbali tu na uzuri wake, mama, hawezi amini. Yaani binti yule ni mnyenyekevu, anajali, anajua nini maana ya utu na huwa hapokei pesa ovyo kama hajazifanyia kazi. Yaani, mama, nimempenda sana binti yule. Mamake Akramu akasema wewe, usiniambie. Ndio maana eh, mama, mimi simpendi Diana, kumbe kuna mwanamke wako mwingine ambaye tayari unaye huko Kilimanjaro. Akram akasema mmm, mama, sio kwamba tayari ni naye, hata sijamwambia chochote. Kwanza binti mwenye anaonekana ni mtata, hataki utani hata kidogo, sijamwambia yani, natamani sana niwe karibu naye, lakini nitaweza vipi kwa binti mtata kama yule? Naamini kabisa katika watu matajiri. Babake akasema, oo, au ndio hiyo sehemu ambayo umesema kwamba ulienda ukakuta kuna mwanamke ambaye anaishi na binti yake. Akram akasema, Ndiyo, baba. Babake Akram akamwambia, huyo binti anaitwa nani? Akramu akasema baba, yani uweze amini, binti huyu anaitwa Upendo. Mama yake akasema, Upendo, mmm, Upendo ana upendo kweli. Usije ukatuletea bomu hapa nyumbani, familia nzima ikasambaratika. Akramu akasema ndio hivyo mama, yani kama uamini, unanijua kabisa mimi, mtoto wako huwa sikurupuki kufanya maamuzi, lakini binti yule mimi nimempenda sana. Wazazi wake wa Akramu wakasema, sawa sisi tunakubaliana na maamuzi yako mtoto wetu, basi ufanye mchakato pindi utakapokubaliana na huyo binti kwamba mtakuwa tayari kuwa mke na mume. Akakubalia wewe kuwa mme wake, utamleta hapa nyumbani ili tuweze kumfahamu. Akramu akasema wao, asanteni sana wazazi wangu yani, mmeifanya siku yangu imeweza kubadilika. Hapa nilikuwa najiuliza nitaanza vipi kuambia nyewe wazee kwamba kuna mwanamke mwingine ambaye nampenda kuliko yule mwanamke mlionichagulia, lakini oh, nashukuru Mungu, wazazi wangu nyinyi ni waelewa sana. Wazazi wake wakasema sawa, haina shida kijana wetu, sisi tunaelewa nini maana ya upendo, hatutaki huko baadaye uje uteseke eti kwa ajili ya manufaa yetu sisi wazazi. Basi baada ya maongezi, wakaenda katika meza ya kula, wakala chakula, kila mtu akaendelea na mambo yake. Huko pande ya pili, mkoani Kilimanjaro, Neema alikuwa anabishana mama yake mlezi Maria. Neema akawa anamwambia Neema ambaye ni upendo kwa sasa akawa anamwambia mamake mlezi Maria mama hivyo unawaamini vipi hawa watu umesema tupokee hizi pesa je kama anataka tutoe kafara yaani mtu anakupa elfu kumi kumi zinakuwa kumi kweli mama laki moja hata hujaifanyia kazi Mama yake akasema yeye, lakini kijana yule anaonekana ni kijana mzuri na ni kijana pia mstaarabu, kwa sababu hata alipofika hapa, alivogonga mlango, amegonga kiadabu zote. Alikuwa na walinzi lakini, baada ya kwenda kufungua mlango, walinzi wake wote akawacha nje, akaingia ndani. Maana yake aliniamini kwanza mimi kabla ya kuamini usalama wa hii nyumba. Neema, ambaye ni upendo, akamwambia mama yake mlezi Maria, mama Unajua unapenda sana kuamini watu wewe. Yaani vijana tu akija hapa akikusaidia tu kidogo, tayari unaona wana upendo wa ukweli. Ah, mimi sipendi bwana mama. Na hii ndio hiyo mwanzo na mwisho. Huyu kijana tena akija akileta pesa zake hapa, sitazipokea. Nitamtupia usoni. Angenipa basi hata kazi. Ah, anataka kununua hichi kiwanja. Basi angesema nikutoe kwetu hata manyasi hapo nje ili anipe hela. Ananipaje hela sijaifanyia kazi. Maria akasema, "Mm, binti yango, yangu sijakufundisha hivyo. Mimi mama yako sijakufundisha hivyo hata mara moja. Kwani kuna neno baya lolote ambalo kijana yule amekwambia? Neema akaitika hapana, ajaniambia chochote. Maria akasema, sasa kwa nini unamchukia? Akasema, sijui tu, mimi nimejikuta namchukia, sipendi hata kumuona. Kwanza kiwanja chenye mama hata tusiuze, kama mtu mwenyewe ndo anakuja kununua huyo, hata tusikiuze. Maria akamwambia Neema, mwanangu, mm, ni kweli hayo unayoyasema? Neema akasema, ndiyo mama, ni ukweli. Kwanza tulikuwa tunauza kiwanja ili tupate mtaji. Lakini yeye akajipendekeza akatupa laki moja. Si mtaji huu kabisa. Naenda kununua matunda, naanza kuzungusha kwenye mabeseni. Eh, amejileta, wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Kwa hiyo ametuponyesha, kwa hiyo hichi kiwanja mama hatukiuzi. Maria akamwambia tena Neema, Neema unajua tunaipoteza hii bahati, kwa sababu huyu yuko tayari kununua hichi kiwanja pamoja na hii nyumba. Lakini alisema atatulipa mara mbili ya bei ambayo tutamtajia. Nema akasema iwe mara mbili au mara mia mbili, lakini hichi kiwanja mama hatukiuzi, kwa sababu uliniambia hichi kiwanja na hii nyumba ina historia kubwa katika maisha yako. Si uliniambia kwamba hii nyumba na hichi kiwanja ulirithishwa na wazazi wako. Haya unauzaje urithi? Kwa sababu ulisema kumbukumbu nyingi zimebebwa na hii nyumba. Kwa nini unataka kuziuza kumbukumbu zako mamangu? Utakumbuka nini pindi utakapokuwa unakumbuka wazazi wako au ndugu zako wengine. Kwa hiyo mama, usiwe unapenda kuuza vitu ambavyo ulipewa kama zawadi. Mimi sijapenda. Maria akasema du, sawa mwanangu, nimekuelewa. Basi hiyo Jumapili akija, tutamwambia tu kwamba tumeahirisha kuuza. Neema akasema sawa. Lakini pia kidai, pesa zake tutampa. Mimi hizi pesa sitazitumia mpaka hiyo siku ya Jumapili. Maria akasema sawa mwanangu, sasa kama wewe umetaka iwe hivyo, mimi ni nani hata nikatai binti yangu. Aya njoo, basi ulale hapa katika miguu yangu. Basi naye akanyanyuka katika kiti ambacho alikuwa amekalia na kwenda kulala katika miguu ya mwanamke huyo ambaye ni Maria ambaye ni mwanamke ambaye alimuokota miaka ishirini iliyopita kwa sasa binti huyu ana miaka 23. Bado hajajua ukweli kwamba yeye si binti halali wa mwanamke huyu Maria, bali Maria alimuokota tu Neema aju kwamba ya kitajiri ya Mzee Daudi na isuiisu za wa Kambo ambaye ni Lizabet alimsababisha ajari n Daudi. Basi, upande wa pili katika familia ya mzee Daudi, mzee Daudi alikuwa akiongea na vijana wake. Tayari walikuwa wameshamaliza chuo. pia kuna kampuni ambazo aliwapa vijana wake waweze kusimamia, bila kumsahau binti yake Diana ambaye pia alimpa kampuni ya kusimamia. Mzee Daudi hakutaka vijana wake hawa wawili waende wakafanye kazi nje ya nchi, bali waliwasomesha ili waje kumsaidia kusimamia biashara zake hapa nchini Tanzania. Vijana hawa alikuwa ni Zakaria ambaye ni kijana mkubwa mzee Daudi, ambaye kwa sasa alikuwa na miaka ishirini na nane, lakini kijana wa pili alikuwa ni Musa mwenye umri wa miaka ishirini na tano na pia alikuwa na binti ambaye amemlea, anayefahamika kwa jina la Diana, ambaye ni mtoto wa mke wake, ambaye ana umri wa miaka ishirini na tatu. Diana alikuwa na umri sawa na umri wa Neema. Basi binti huyu Diana alikuwa anapendwa sana katika familia hii, alikuwa anapendwa pasipo kubaguliwa lakini siku moja, wakati familia hii ya mzee Daudi ikiwa imekaa sebleni, basi kuna mtu ambaye alikuwa mgeni wa familia hii, alipofika getini kulikuwa na ulinzi mkali. Basi baada ya kukuta ulinzi mkali, akaamua kumpigia simu mzee Daudi. Mzee Daudi baada ya kuona ile namba akashtuka, lakini pia alifurahi. Akapokea simu ile, akamwambia eh, hello doctor. Yule mtu akaitika, ndio mzee, habari. Mzee Daudi akasema salama tu za siku, doctor. Yule mtu akaitika Ah, salama tu mzee wangu, niko hapa getini, lakini naona kuna ulinzi mkali, nilikuwa nahitaji kuonana na wewe. Mzee Daudi akasema oh, kumbe upo hapa nyumbani kwangu, ebu ngoja nimtume mtoto aje akuchukue hapo. Yule mtu ambaye yuko pale mlangoni akaitika akasema sawa. Basi baada ya muda Mzee Daudi akamtuma mtoto wake mkubwa, we Zakaria, Zakaria akaitika naam baba. Akasema ebu nenda pale nje kuna mtu ambaye ni mgeni wangu muhimu sana, hebu nenda akamchukua, uingie naye ndani, kwa sababu walinzi hawezi kumruhusu aingie hata kidogo. Zakaria akasema sawa baba, nimekuelewa ngoja niende. Basi Zakaria akatoka ndani akaelekea mpaka getini na kumchukua yule dokta ambaye mzee Daudi amemtambulisha kwa jina la dokta. Basi baada ya kufika ndani mzee Daudi alikuwa amefurahi sana, alikuwa amefurahi kiasi kwamba hata mke wake Elizabeth alishtuka. Mke wake akamuuliza, mume wangu yani najua huwa wanatembelewa na watu wengi tena wengine wakubwa wa nchi, lakini hujai furahi kama ulivyofurahi kumuona huyo mtu, kwani ni ndugu yako mme wangu? Mzee Daudi akasema mke mmm wangu, haraka ya nini? Huyo ni mgeni wetu na amekuja wakati mwafaka. Yani nimemtafuta kwa miaka mingi sana, sijampata. Elizabeth akasema mmm, kwa miaka mingi! Haya mgeni karibu, maana mme wangu amenisurprise sana. Yani sijaishuhudia hata siku moja kumuona mume wangu akiwa na furaha kiasi hiki, baada ya kumuona tu mgeni. Utakuwa ni mgeni wa maana sana kwake. Yule dokta akasema hapana mama, sijajua mzee Daudi furaha yake ni ipi, labda kuna kitu ambacho alikitegemea kukipata kutoka kwangu kwa miaka mingi. Elizabeth akasema sawa, basi mimi niwaache, karibu sana, jisikie huko nyumbani, mimi kuna majukumu mengine ambayo nilikuwa nawafanya huko ndani. Yule dokta akasema sawa mama, haina shida. Basi baada ya Elizabeth kuondoka, mzee Daudi akasimama kisha kumpa mkono yule dokta, akamwambia karibu bwana karibu sana. Yule dokta akasema asante bwana, asante sana mzee wangu. Karibu ukae. Akasema asante. Mzee Daudi akasema, yani huwezi amini, yani nina furaha isiyokuwa kifani, yani nimefurahi kukuona. Nimekutafuta miaka mingi, ulienda wapi? Yule dokta akasema, yani huwezi amini. Ujue katika yule sekeseke ambalo seke nilikuwa nafanyia uchunguzi, nilikuja kugundulika kwamba anafanya uchunguzi wa kisirisiri. Hata sijui ni nani ambaye aligundua kwamba mimi nafanya uchunguzi. Nafikiri ni mtu wa karibu katika familia yako. Mzee Daudi akasema, mmm, "Ni mtu wa karibu katika familia yango?" Akasema, "Eh." Akasema, ikawaje?" Akasema, "Basi nilipogundulika kwamba kuna uchunguzi ambao nafanya, sijui hata figisu figisu zilitokea wapi, nikafukuzwa kazi. Lakini nashukuru Mungu wakati nafukuzwa kazi, majibu nilikuwa nimeshayapata. Lakini nilikuwa na sakamwa sana mzee wangu, yaani haya majibu inaonekana kuna kitu ambacho kipo nyuma ya pazia katika familia yako." Ikabidi na vijana wake washtuke, wakamwangalia sana yule dokta kwa mshangao, wakitaka kujua ni kipi ambacho kilijili. Mzee Daudi naye pia akashtuka. Mzee Daudi akamwambia dokta, unataka kuniambia baada ya kugundua kwamba kuna ukweli ambao umeugundua katika majibu yale ukaanza kusakamwa na watu wasiofahamika?" Yule dokta akasema ndiyo mzee, yani nimesakamwa sana, uwezi amini, nilijificha katika vijiji vya mbali kweli. Hata hivi unavyoniona, nimekuja, maisha yangu yanaishi kimashaka kabisa. Mzee Daudi akasema oh, pole sana. Ni kipi ambacho ulikigundua mpaka ukaanza kusakamwa? Yule dokta akasema mzee ile maiti ambayo ulizika kipindi kile, ambayo ulikuwa una mashaka kwamba sio mtoto wako, ni kweli, hisia zako zilikuwa ziko sahihi. Yule binti si mtoto wako, haendani hata chembe na wewe, kwa sababu kama unakumbuka, nilichukua sampuli za watoto wako wote wawili, nilichukua na sampuli yako, haiendani hata kidogo. Kwa hiyo yule binti ambaye ulimzika si mtoto wako. Lakini kitu kingine ambacho nilitaka kukwambia mzee, kwamba kuna binti mmoja ambaye alipatikana siku ya pili baada ile ajali kutokea. Binti yule alikuwa lika sana na ile maiti ambayo ililetwa pale hospitali, lakini mimi baada ya kufuatilia, nilienda hadi pale ambapo yule mtoto alikuwa anakaa, nikaenda nikachukua sampuli, nikachukua nywele yake ili niipime. Huwezi kuamini mzee wangu, yule binti ambaye alikuwa anatangazwa kupotea, yule ndo binti yako. Ambaye alikuwa unasema anaitwa kwa jina la Neema. Lakini maskini yule binti alikuwa amepoteza kumbukumbu kabisa. Sasa baada ya kusakamwa, ikabidi niondoke. Kwa hiyo hata sijui kama ulifanikiwa kumpata au ilikuwaje. Mzee Daudi akashtuka. Akasema, "We, dokta, unasemaje? Unataka uniambie kumbe yule hakuwa mtoto wangu? Hakuwa binti yangu Neema." Dokta akasema, "Ndiyo hivyo." Mzee Daudi akamwambia dokta, "Hebu dokta tulia kwanza. Hii habari inabidi tukaongelee katika chumba cha mazungumzo." Akawaita na watoto wake wawili ili wakaongea katika chumba cha mazungumzo. Diana alikuwa anasikiliza lakini hakuwa makini katika stori zile. Lakini alivyoona babake ameshtuka, ikabidi asogee karibu ili kuuliza ni kipi ambacho kimemshtua babake. Lakini babake hakutaka kuongea chochote. Alisema tu ni masuala ya kibiashara ndio aliyomshtua. Basi ikabidi waame pale sebuleni ambapo walikuwa wamekaa na kuingia katika chumba maalum cha mazungumzo. Kisha Mzee Daudi akamuuliza tena yule dokta. Akasema, dokta, unajua mimi katika maisha yangu Sijawahi taniwa hata mara moja, sijawahi chezewa. Mimi ni mtu mpole sana, lakini si kwa kugusa familia yangu. Unataka uniambie ulifukuzwa kazi kwa ajili ya makosa yako wewe mwenyewe au ulifukuzwa kazi kwa ajili ya hichi ambacho unaniambia? Yule dokta akasema, Mzee wangu, mimi huwa anafanya kazi kwa uaminifu mkubwa kabisa. Zile sample ambazo nilichukua ni hizi hapa kama unakumbuka. Akampa dokumenti ambazo alikuwa amefunga kwenye bahasha, lakini pia akampa na majibu ambayo aliyapata. Kisha Mzee Daudi akawageukia vijana wake Zakaria pamoja na Musa. Akawaambia, "Mmeona? Mmeona vijana wangu? Si niliwaambia kwamba yule hakuwa neema. Si niliwaambia kwamba binti yangu akufariki. Si mmeona sasa? Eh? Mmeshuhudia?" Wakasema, "Ndio baba, tumesikia na tumelewa kila kitu." Zakaria akamuuliza, "Vipi dokta? Unaweza ukakumbuka labda sehemu ambayo ulimkuta huyo binti mdogo ambaye sampuli ilikuwa imeendana na sisi?" Yule dokta akasema, "Ndio, nakumbuka." na naweza pia kuwapeleka, lakini maisha yangu yapo hatarini sana. Mzee Daudi akasema, okay, usijali, mimi nitakupa ulinzi wa kutosha, yani nitakupa ulinzi wa kutosha, kwa sababu mimi nina marafiki wengi wa serikalini ambao wanafanya nao kazi vizuri kabisa, na ninashirikiana nao katika mambo mbalimbali, hivyo usio na shaka, na ili kukuthibitisha kwamba tutakulinda kuanzia saizi, maanake utakuwa chini yetu kuna nyumba ambazo huwa anapangisha ziko hapa hapa jijini, lakini ni nyumba mpya. Lakini nikikupeleka pale hakuna mtu ambaye atakugundua kwa uharaka zaidi, hivyo unachotakiwa kukifanya ni wewe kubadilisha mwonekano wako. Utaweka mandevu ya bandia na muda wote uwe unashinda na kofia, lakini pia kuna namna ambavyo tutakutengeneza uonekane kama una kitambi, yani uonekane kama ni mzee fulani hivi ambaye una kuna biashara ambayo unaifanya. Kwa hiyo nitakupa na moja ofisi yangu ili uendelee kufanya kazi ili usije kashtukiwa kwa haraka. Yule daktari akasema, kweli mzee wangu. Asante sana mzee. Mzee Daudi akasema, hata usijali, yani mimi ndio ninapaswa kukushukuru kwa kuweza kunitunzia siri na kunifanyia jambo langu likapatikana kwa wakati. Yani siamini macho yangu. Yani, kumbe binti yangu yupo Yani nilikuwa siamini kabisa kama binti yangu amekufa. Basi Mzee Daudi akampa maagizo mtoto wake Zakaria ampeleke daktari katika hiyo nyumba mpya ambayo ameisema, kisha baadaye waanze harakati zingine. Lakini alimwambia kwamba amwekee ulinzi wa kutosha. Hakuna mtu kwa wakati huo ambaye alitakiwa kuonana na daktari huyo. Hakutakiwa kuonana na daktari huyo. Basi Mzee Daudi akajikuta anacheka tu mpaka akashindwa kuificha furaha yake. Elizabeth akamuuliza, Mume mmm wangu, mbona unafurahi hivyo? Kuna kitu kipi umekigundua nini? Mzee Daudi akasema ndio, nimekigundua. Elizabeth akasema, "Hmm, kitu gani hicho ambacho umekigundua mme wangu?" Mzee Daudi akasema mme wangu ni a ya kweli au unayoasema? Alishtuka kweli kusikia habari hizo. Elizabeth akasema ndiyo. Elizabeth akasema i, kwani mme wangu, hizi habari umezitoa wapi? Mzee Daudi akasema nimepigiwa simu, kuna mtu ambaye nilimpa kazi ya kufuatilia, lakini kwa sasa